Sasa katika utafiti ambao tumeufanya yapo mambo ambayo tayari tumeshabaini, pamoja na kwamba utafiti bado haujakamilika, lakini tunaendelea nao, lakini kwenye matokeo ya awali tumeonekana kwamba yapo maeneo ambayo kimsingi yalikuwa yamesaulika. Ukiongelea swala la ufugaji nyuki, watu wengi walikuwa wanafikiria Tabora, wanafikiria Singida, wanafikiria na Katavi, wakawa tunasahau maeneo mengine ambayo pia yanaweza kuwa na uzalishaji mzuri wa mazao ya nyuki. Sasa kwenye utafiti huo ambayo tumeufanya, tumebaini yapo maeneo ambayo yana umuhimu na anatoa hata asali ya kipekee. Kwa mfano maeneo ya Njombe eh, watu walikuwa hawana utamaduni sana wa kufuga nyuki kionyesha na maeneo mengine, lakini kwa utafiti ufanya inaonyesha kwamba Njombe kuna asali ambayo ni muhimu. Ukiona hata rangi yake ni tofauti na asali zingine ambazo imezoeleka. Pia unaona kwamba ukiona kabisa imeganda, inakuwa kama siagi, tofauti na asali nyingine ambazo watu walikuwa wamezoea.